Tumedhamiria ndani ya jimbo letu la Kiwani ikiwemo eneo letu hili la Mwambe Mpene na vitongoji vyake kuhakikisha wajasiriamali wetu wanafanya kazi zao vizuri, tena kwa mafanikio makubwa. Ndugu zangu, kina mama na wajasiriamali, tumeona tunayo nafasi kubwa ya kuendelea kufanya. Kinamama wa Mwambe tuwaimarishe zaidi kiuchumi, ili waweze kufanya mambo mengi zaidi ya kujitegemea kiuchumi, lakini kusaidia familia zao pamoja na mambo ya kijamii. Wamezungumza wenzangu hapa, viko vikundi ambao wameshajisajili na viko vingine hawajajisajili, viko vikundi vya ushirika vya watu wengi lakini wako wajasiriamali mmoja mmoja sisi moye ni waahidi tuchagueni tarehe 29 mimi pamoja na wenzangu malengo yetu ni kuhakikisha tunawawezesha wajasiriamali wote kuwawezesha kuna njia mbili njia ya kwanza wengi wao wanajua kuwawezesha ni kuwapa fedha lakini kuwapa fedha ni jambo la pili si la kwanza Lazima kwanza fedha uiandae kwa mazingira ambayo ukimpa mtu anakwenda kufanya jambo ambalo lina tija. Mtakuwa mashahidi, kina mama wako watu, wana vikundi kila vikienda vinaendelea kufa ndivyo, eh? Wengine wana vikundi eh, vya mwani, wengine wana vikundi vya kutengeneza sabuni, wengine wana vikundi vya kulima mboga mboga, wengine wana vikundi vya ushonaji mikeka na vitu vingine, vikundi mbalimbali. Lakini kubwa tunalolikosa, tunakosa utaalamu. Viongozi sisi ambao tunaomba ridhaa, jambo la kwanza tutaangalia utaalamu kwenye hivyo vikundi. Ikiwa hakuna utaalamu wa kutosha, niwahakikishie, tutawatafuta wataalamu popote walipo. Kama wako Pemba, tutawaleta kama wako Unguja tutawaleta, kama wako Dar es Salaam tutawaleta, na hata ikibidi kama wako nje ya nchi wanahitaji waje wafundishe wajasiriamali wetu wa hapa Mwambe, na wahakikishia tutaweza kuwaleta wataalamu hao. Kwa nini nimetanguliza hili la wataalamu? Mimi nataka tukiwapa fedha kwenye vikundi vyenu zile fedha baada ya mwaka mmoja muweze kupata fedha nyingi zaidi. Maana ukipewa fedha, kwa mfano leo, ukipewa milioni tano, kama huzalishi vizuri, badala ya kula faida utakwenda kula ule mtaji, si ndivyo? Baada ya miezi sita, ule mtaji haupo, faida huna, na ule mtaji huna. Sasa sitaki hayo yatokee kwa wajasiriamali ya wa jimbo la Kiwani na maeneo mengine. Kwa hiyo niwahakikishie tutawawezesha kitaalamu tutawawezesha kifedha. Niwahakikishie, tutatoa mikopo kwa mujibu ya matakwa ya vikundi wenyewe watakavyotueleza. Kama unahitaji milioni tano, tutakupa milioni tano. Kama unahitaji milioni mbili, tutakupa milioni mbili. Kama unahitaji milioni moja, tutakupa milioni moja. Lakini ukihitaji laki tano pia tutakupa laki tano maana inawezekana biashara yako asubuhi unapika uji pale sokoni, si sindivyo? Kasema mimi sitaki milioni tano, mimi nataka laki tano tu, tutakutengenezea mazingira, tutakupatia, utafanya biashara yako, utafanya ujasiriamali ya wako, na hata ikibidi kurejesha basi utarejesha bila ya riba hata shilingi moja. Utakachokikopa utarejesha hicho hicho, na wale wengine tutaangalia sisi lengo letu ni kuwasaidia wananchi. Tutaangalia kinamama, tuwawezeshe mufanye kazi hizi ambazo mnaweza kuzifanya nyinyi kwa mujibu wa mila zetu na silika zetu. Mimi naamini kinamama wa Mwambe mnao uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa. Niwahakikishie, tutawaunga mkono, tutawasapoti na tutawasimamia kuhakikisha mnafanikiwa. Kwa hiyo mnafani, mjiandae wale wanaoshona wengine wanasema, bwana sisi tunataka vya rahani, tuletee tucharahani, sijui ya chasinja, sijui charahani kwa ajili ya kufuma. Hivyo ni vitu vidogo mno, tunaweza tukavifanya. Lakini wengine wana ukulima wa mbogamboga, wanasema, bwana sisi tunataka mipira ya maji, tunataka na tangi la maji. Tangi la maji kiasi gani unachoweza kumkosesha mwananchi huyu wa mwambe asifanye kazi zake? Tutayafanya hayo.